Kwa yule, kwa yule. Wangu muhimu ujumbe wa njiwa leo, zimesalia siku kumi peke yake. Kama alikuahidi atakupa zawadi, mwambie sisi ni pipo E, kama kuna namna alikuwa anakuambia anakupenda sana yani, itajulikana tu, itajulikana, itafahamika. Kwanza sio siku kumi e, siku tisa zimebaki e, e, siku tisa ya leo enyewe, siku ya, ya, ya leo tena, sio wenyewe siku ya kumi ndio itakuwa ndio wenyewe. Kwa hiyo jamani, ndio kama unahisi mambo hayako vizuri, anzeni kuweka sawa, eh, e, kwa kweli hmm. na wanaume, zile meseji sasa hivi tushaambiana hatutaki mazoea mazoea. Ukiona meseji ya ni kuambie kitu sema nishaji wa usimtanie. Kwa hiyo kama tuligombana tuarudiana eh. tarehe 15 na 14 e... na 14 au hizi siku za hapa katikati mm. ah ah ah, ah tafadhali. sema, sema, kuna wanaume wengine kuna wanaume wengine makauzu eh, tuko bize yani sana. Ndio hiyo kwamba hiyo siku anaiona lakini hajari kuhusu lolote, utajua mwenyewe e, e, e, e, leo le asubuhi eh, e, e, e, e, mtaalamu wa msongo msongo wa mawazo akasemaje eh. <laughs> mtoto ambaye amekulia kwenye mazingira ambayo mzazi anakuwa na msongo wa mawazo kwa muda mrefu mm. hata akiwa mkubwa Ndiyo. anajikuta na wakatili hii inakuja mpaka inamwathiri kwenye mahusiano yake. Mwenzake anaweza kuwa anajitahidi, anampenda kadri ya uwezo wake mm. lakini yeye bado asione, anaona tu kawaida kwa sababu hajakulia kwenye mazingira ya upendo eh, eh. noma sana leo. Ni siku ya tarehe nne ya mwezi Februari elfu mbili na ishirini na sita. Bila shaka hujambo msikilizaji, sisi tuko humu ndani tayari, Amina na Pog kama kawaida, mpaka pale kumi na mbili na nusu kama ambavyo umesikia kiashiria ujumbe mm. wa njiwa huko kwa hewa. Sema nimependa vile ambavyo umeniita jina langu, na moja kwa moja, leo ujumbe wa njiwa tunawakumbusha baadhi ya viongozi wa serikali za mitaa, ndio au yawezekana kawa ni vijiji mm -hmm. ambao hawazingatii usimamizi wa usafi wa mazingira katika maeneo yao, wanabaki kwa hadithia tu. tumekutana mm. kwanza, na wenyewe wanakuwa ni miongoni mwa eh. watu wanashirikiana na wachafuzi wa mazingira. na wenyewe wanachafua, wanachafua mazingira. mazingira unajua Tanzania katiba yetu imeruhusu kuwepo kwa sheria ambazo mnaweza mkajitungia, yaani kwa maana kwamba kijiji fulani e, mtaa fulani mkaweka zile sheria ndogo ndogo sawasawa mm. ambazo hazikinzani na sheria mama za nchi katika kusaidia e, mambo fulani fulani ya songe. Kwa hiyo mm. wakati mwingine tunapokuja kwenye mtaa wako tukakuta ni pachafu e, hapaeleweki, mtu anapita kwenye mtaa fulani ame eh, mm, mm, e, kafunika ka pua na mdomo tunajua kuna udhaifu umefanywa na kiongozi ambaye ameshindwa kuwaelekeza ama kuwaongoza watu wake wakawa na mtindo mwema wa kutunza usafi kabisa. Ehe. Na hauwezi ukaniambia kwamba hii kazi inaweza ikafanywa na maafisa mazingira tu au maafisa afya kwa Abani, sababu mm, mm. Uh, maafisa afya kwanza ikama, kama hao ni ndogo sana mm. kwa hiyo hawawezi wakaenda kila kijiji hawawezi wakaenda kila mtaa mm. zaidi wakijitahidi utawakuta kwenye kata au utawakuta wako tu wilayani wanafanya kazi ya kuzunguka kutokea wilayani wanaenda kwenye kata mbalimbali mm. Kwa hiyo mtu wa kuwasaidia ni wewe kiongozi wa serikali ya mtaa au kiongozi wa kijiji mm, kwa kushirikiana na mtendaji katika eneo lako yes. Ndio mnaweza mkamsaidia huyu afisa afya au afisa mazingira mm, kuhakikisha usafi unafanyika Vizuri. Na tunaposema usafi kufanyika vizuri, hatuangalii tu katika nyumba za watu au kuangalia mionekano ya watu wanapokuwa wanatembea barabarani. Tunajumuisha moja kwa moja mazingira yanayotuzunguka kuanzia kwenye barabara za mitaa. Je, ziko safi? Ukitaka kujua huo mtaa sio msafi au hicho kijiji sio kisafi, anzia kwenye hizo barabara za, za mitaa, kutoka na ukutana magunzi yametapakaa kila mahali. Sio magunzi, nyasi; kama mvua imenyesha, mpaka unatafuta mti unakuwa unapigapiga nyasi ili umande utoke, wewe uweze kupita. Tukitoka hapo, tunakuja kwenye mazingira yanayozunguka nyumba zetu, mm. Tunaenda kwenye mazingira ambayo kuna, kuna ni mkusanyiko wa watu, kwa mfano mm. sokoni, kwenye zahanati, vituo vya afya, mm. kwenye shule za msingi na sekondari, mm. na, na, na hata viwanja vya michezo na, na kwenye pia kunahitajika usafi na, na. Kwa hiyo tutakupima wewe kiongozi kwamba unasimamia usafi katika eneo lako mm. ikiwa ni pamoja na kuangalia yale maeneo ambayo yanaonekana wazi, ambayo mtu akija anaweza akaona moja kwa moja, ndio. Si hayo tu Uh, una, unaweza ukakuta pia kwenye huo mtaa mm. watu wanakata miti ovyo yani. Kwenye kukata miti ovyo, watu wanashindwa kuelewa kwamba na yenyewe ni moja ya, ya sababu ya uchafuzi wa mazingira. Ni kweli, unakata mti, hupandi mti, unachokitegemea ni nini? Mnakata mm. miti kujenga, lakini akijenga mna hata mti hata mmoja ambao anaupanda. Sasa mm. unakaa unawaza, japo hu tumekuwa nao, naweza kusema ni kama ushamba wa dunia, kwamba ili uwe mji mm. watu wanakata miti. Lakini hebu angalieni, tuchukulie mifano mataifa ya wenzetu huko tunayoona kwenye video eh? Wanajenga lakini mtu iko katikati, unajiuliza hapa ni nini? Ni wao anashinda anacheza na ngedele eh. Kwa hiyo kwa kweli miti ni uhai, kama hapo ambavyo Amina amedokeza kidogo. Lakini turudi sasa kwenu, ndugu zetu eh, viongozi ambao wamepewa dhamana, unaweza ukasema labda watu wako ni wachafu, lakini wewe umefanya kitu gani kusaidia watu wakawa na mtindo. Na mwanzoni imetangulia kwa kusema tunaweza tukakubaliana kuweka utaratibu hmm, sisi wenyewe wa kufanya usafi. Nakumbuka wakati ule eh, Rais Samia akiwa makamu wa rais bila shaka aliasisi lile jambo la ilikuwa siku kila Alhamisi au kama Jumamosi eh, kwa kila Alhamisi kufanya usafi, watu wafanye usafi, lakini haikuwazuia hata wengine walikuwa na wana, walichagua siku zao, siku ambao wanaweza naam kwa wiki moja na siku moja ya kufanya usafi. usafi. eh. E, siku Naam. Naam. E, kuna mahali inabidi siku nyingine tutakuja kuwapongeza ambao wanajitahidi kweli, yani, yani ukipita kwenye ile mitaa unaona kweli hapa kuna kuna uongozi yani ukipita unaona kabisa hapa kuna mtu anawajibika mm. kuna mtu anafanya kazi unajua binadamu tumejengwa kwenye tabia kutaka kuongozwa. Huwezi kusema kwamba tumtu zake, tu mtu atakuwa na tabia zake, sisi tunaweza kukajiongoza tu pale nyumbani hmm, lakini tunapokutana huku mitaani hakuna ambaye anajisikia fahari kufanya usafi kama hakuna msisitizo wa kufanya hivyo. Sumenielewa e, yani hata ingekuwa mimi naona na, kila mu, muhindi nkatupa gunzi pala, hakuna hakuna, anayeuliza, anayeniuliza kwa nini nimefanya hivyo si, lakini hebu niambie, kuna utaratibu kwamba tukikubaini kuna ABCD, usipo tukija kwenye mbele ya duka lako tukakuta kuna matakataka mm, kuna moja mbili tatu utafanya na tumekubaliana. Unataka kuniambia watu wataendelea kutupa taka Ovyo. Hawawezi. Ha, na kwa mfano hao ambao wanapika vyakula, hao wa e. mama ntilie na nini? Mm. Unakuta wana mitaro ambayo sio rasmi. Anamwaga maji mbele mbele ya eneo lake ambapo anatoa ana, ana, ana, ana huduma yake ya chakula. Mm. Mm. Mwenyekiti mm. Au kama ni kiongozi yeyote mtendaji unapita pale sana na, na wewe ni miongoni mwa watu ambao yada, wanaenda, wanaenda kupata huduma ya chakula pale. E. Mtu anaenda kula akitupia jicho kule kwenye ule mtaro usio rasmi unakapomwagwa maji, mm. unaweza ukatamani uteme kile chakula ambacho ulikuwa unakula. Ni kweli. Sasa jamani tuangalie Hmm. kwamba usafi tuufanye, lakini tujitahidi kwenye haya maeneo ya umma, kwenye mikusanyiko ya watu Naam tujitahidi kufanyika usafi na bila wewe kiongozi kusimama kidete ukawaongoza, mm. watu wako ukawaelekeza kama tunatakiwa tufanye hivi. Mimi amina siwezi nikaamka asubuhi nikasema kwamba leo nataka nikasafishe soko au nataka niende nikapalilia barabara, yes. Nitoe magugu na, na manyasi ambayo yameota barabarani, mm. Hivi zile ni barabara au ni njia, njia vyovyote eh, itakavyokuwa eh, eh, hivyo hivyo mm. bila kuongozwa na mtu ni ngumu, ni ngumu kabisa eh. kabisa. Na tuambie tu faida kidogo za kwa nini tunatamani viongozi kiongozi wetu aendelee kuhimiza watu kufanya usafi. Ndiyo. Kuna mambo tutaepukana nayo mm -hmm. Unajua, ni mbaya kwa kiongozi, unaongoza wagonjwa eti yani e, wagonjwa. Ni aibu, e. Shangako, mfano ni kiongozi hapo wagonjwa, alafu aibu unashangaa. Kwa mfano kipindupindu kila saa kwenu yani, kinapoanza tu kipindupindu kwenye mtaa wenu nyinyi ndio wa kwanza wagonjwa. wanaougua malaria eh? Ni wengi kwenye mtaa wako ah, ah. Hebu jichunguze, angalia mazingira ambayo yanazunguka makazi ya, wa, ya wananchi wako ambao unaongoza. haya turudi hmm. Watoto wanaumwa ugonjwa wa kuhara bana bana we. Shida ni nini? Jichunguze hapo, yawezekana mna mnachafua maji sana, vyanzo mm, vya maji mnavichafua mm, sana. Mnafanya shughuli za kibinadamu karibu na vyanzo vya maji. Wewe kama kiongozi umefanya nini kuhakikisha una haya, typhoid magonjwa ni mengi <laughs> ambayo yanapelekea yanatokana na kutokuwa na mtindo mzuri wa maisha kwa maana ya kutofanya usafi. Mm. Sisi tu itoshe tu kusema chonde chonde, kama wewe una hiyo tabia, umebweteka, ni kiongozi, watu wamekuamini, umetulia zako, utaki kujali, we ni siasa tu kila siku na bendera za vyama Tafadhali, ebu rudi utazame kwamba kunayo sababu ya kuhimiza wananchi wako wafanye usafi. Na wakati, wakati unaohimiza wananchi anzia kwanza nyumbani kwako, e, ndio uonyeshe viongozi wa, wa, wa vijiji ukienda kwao kwa, kwa, kuna wengine hata ukipewa kiti cha kukaa unaweza kuogopa kukikalia <laughs> <Kisa> <njiwa>. haw <laughs> ujumbe wa njiwa leo. Njia ni ndefu lakini tunaweza, mwanga wa jua utatufikia mioyo yetu, ngome ya imani, kama upepo unavyovuma, kama nyota zinavyong'aa. 2026. Aminia. Asali ni dhahabu ya asili inayoweza kuzalishwa na kuleta tija zaidi kiuchumi. Je, ufugaji wa nyuki una ubora gani kwa afya ya mlaji? Al